Habari zenu, karibuni tena. Kuna taarifa mpya kutoka Yemen. Jeshi la Yemen linadai kudungua ndege nyingine ya kijeshi ya Marekani, haswa ndege isiyo na rubani aina ya MQ-9 Reaper. Hii ni mara ya Dietonized wanadai kufanya hivi sasa. Ngoja niwape historia kidogo. Wanajeshi wa Huti wa Yemen walitangaza kudungua ndege hii Jumapili, wakisema ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani yanayoendelea nchini mwao. Pia wamesema ni kitendo cha kuwaunga mkono wa Palestina. Ndege isiyo na rubani aina ya MQ-9 Reaper si ndege ya kawaida kijeshi. Kila moja ya ndege hizi za kisasa inagharimu takriban dola milioni 33. kwa hiyo tukifanya hesabu, marekani huenda imepoteza zaidi ya dola milioni 627 kutokana na ndege hizi 19 zilizodunguliwa pekee. Hiyo ni pesa nyingi sana, lakini tusiache kuangalia jambo kubwa zaidi hapa. Wanajeshi wa Houthi wa Yemen pia wamedai kuhusika na uzinduzi wa makombora ya masafa marefu na ya kasi kuelekea maeneo ya Israel ikiwa ni pamoja na kambi ya kijeshi na uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Inasemekana hii ilisababisha uwanja wa ndege kufungwa kwa muda na kusababisha taharuki kubwa. Kwa upande mwingine, Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga katika majimbo kadhaa ya Yemen kama Al-Baida, Saada, Hudaida na Bani Matar. Mashambulizi haya yamesababisha vifo vya raya. Hivi karibuni, Al Jazeera iripoti vifo sita na zaidi ya watu kadhaa kujeruhiwa kutokana na mashambulizi ya Marekani katika jimbo la Sanaa. Katika kujibu, Yemen imeapa kuendelea na operesheni dhidi ya Marekani na Israel hadi kile wanachokiita uvamizi dhidi ya Wapalestina na uingiliaji kati wa Marekani nchini Yemen utakapokoma Hawayabadilika katika msimamo wao wa kuunga mkono Palestina, wakidai ni wajibu wa kimaadili, kidini na kibinadamu. Hali hii inaonyesha kuongezeka kwa mvutano kati ya Yemen, Marekani na Israel. Marekani haijatoa tamko rasmi kuhusu kudunguliwa kwa ndege hii ya MQ9, na kulingana na South China Morning Post, zaidi ya watu 700 wamewawa katika mashambulizi ya anga ya Marekani tangu kuanza kwa kampeni yao mwezi mmoja uliopita huku zaidi ya mashambulizi duacheto yakifanyika. Kwa kifupi, mzozo nchini Yemen unaongezeka na una athari kubwa kwa utulivu wa kanda. Vitendo vya Yemen vya kulipiza kisasi dhidi ya kile wanachokiona kama uvamizi wa Marekani na Israel vinaendelea, vikichochewa na kujitolea kwao kwa ajili ya Wapalestina na kujilinda wenyewe. Kama unataka kupata habari mpya kuhusu hali hii inayoendelea, hakikisha unasajili kwenye chaneli hii, bonyeza kitufe cha like kama umeona video hii ina taarifa muhimu, na acha maoni yako hapo chini. Asante kwa kutazama. Naendelea kufuatilia kwa habari zaidi.